Tuelekee kaunti nambari kumi na nne ambapo mali ya mamilioni ya pesa iliteketea jana usiku baada ya moto mkubwa kuzuka katika eneo la Shauri huko Embu na kuwaacha takriban wafanyabiashara mia tatu wakikadiria hasara. Moto huo, ulioanza majira ya saa tatu usiku, ulienea kwa kasi katika eneo lenye maduka ya kutengeneza na kuuza samani pamoja na maghala ya mbao. Kwa muda mfupi, moto huo uliteketeza bidhaa zote zilizokuwepo katika sehemu hiyo. Tumelala hapa tukijaribu kuzima moto. Mimi sikupata zimamoto yoyote, lakini ripoti nilipata ni ya kwamba zimamoto ilikuja bila maji na ilikuja hata bila wafanyi kazi sababu kijana wangu mmoja ndiye alikuwa ameshika pipe ya maji na akiambia hata dereva aweke pressure maji itoke, maji haikuwa inatoka. Masaa ya jioni, kitu saa mbili hivi, rafiki yangu akanipigia simu akaniambia shauri kunachomeka. Mimi kufika hapa nilipata kwangu kumechomeka, huko kwingine kumechomeka, hakuna kitu hata moja niliweza ku, nilikuwa na furnitures za customer za 55,000 nilikuwa na desk za shule za 300,000 na zote zimechomeka, na hakuna kitu hata moja nimeweza kuokoa. So, nimeenda sara kubwa sana na sijui hata nitamwambia customer ambao tulikuwa na wao. Na hii ni kitu, si mara ya kwanza; hii ni mara ya pili, ama ni mara ya tatu kuchomekewa Shauri. Sasa hii ya second, the second time ambao imechomeka nimekuwa na more than a million na zote zimechomeka, hakuna kitu hata moja nimeweza kuokoa. Na hivyo imeaffect kila mtu ambaye amechomekewa hapa, maana hatukuweza kuokoa anything, maana huo moto ulipoanza watu wengi walikuwa wameenda nyumbani.